Ni kero yangu kubwa sana kuhusu swala la pikipiki. Mheshimiwa ndugu Makonda, ukitoka zako hapa unaelekea zako labda Ilala una uko mjini sawa, unakutana kiba, wana, wana mbako, una na maskari kibao wanakusukuma mpaka wanadondoka unaumia, na ukishadondoka wanataka hela, ina maana umetoa hela ndogo sana shilingi elfu hamsini mpaka thelathini, la sivyo unapelekwa Chang'ombe. Chang'ombe kule hata kama una, kosa utakuwa nalo itoke hela. Je, mheshimiwa Makonda, unaweza kanijibu swali langu? Hivi kuna nchi gani inokataza pikipiki kuingia mjini ikaingia kwa, kwa vibali maalum? Wakati mimi ni Mtanzania unanikataza nisingie mjini, leo hii hela inapatikana kumpeleka mtu mjini kutokana na foleni, leo unanikataza mimi nisingie mjini. Unataka mimi niishi vipi na ni maisha yangu yaende vipi na kodi niipe vipi? Unaweza ukanisaidia hilo swala? Keko oye! Nawashukuru no, sana wale ambao tayari imepata fursa ya kuuliza maswali na hii ndio sababu ya kuwafata mlipo, na majibu ambayo tukiyatoa hapa, kama kuna mtu ana swali yuko Gongo la Mboto, yuko Tegeta, yuko Kipawa na maeneo mengine ambayo wanapata nafasi ya kusikiliza Clouds, maswali yanayofanana na haya majibu yake yanapatikana hapa hapa ili kila tunapokwenda tukutane na kero mpya. Sababu maelekezo yakitoka hapa hayawezi kuwa tofauti na yale yatakayotolewa baadhi ya maeneo mengine kwa kero zinazofanana fanana. Wanakeko wameumizwa na polisi. Wanakeko wakitoka na fenicha zao hapa wakirusa tu pale wameshakamatwa wanalipo elfu ishirini faili shilingi elfu thelathini E, ni ya ukweli wa jambo. <coughs> <coughs> la pili, bodaboda zinaumizwa na polisi. La tatu cha ng'ombe pale, kuna rushwa. La nne kuna baadhi ya mitaa unakamatwa hata kama unasaidia watu wengine. Haya ndio umeyasema, si ndio? La kwanza anampa lafisi wa Temeke atoe majibu. La kwanza linaruhusiana na mtu akibeba sturi anakwenda anafika hapo anakamatwa anatozwa elfu ishirini thelathini. Inawezekana sababu so, moja tunapokuwa tunakamata hatukamati gari kwa kubeba sturi tunakamata gari kwa sababu gari dereva au gari lina makosa yanayohusiana na usalama barabarani. Kama gari lina yana yana makosa yanayohusiana na usalama barabarani ni lazima ikamatwe, lazima ifikishwe kituo cha polisi ipekuliwe au kaguliwe, kisha kaguliki kunduka ina makosa ni lazima tutoze fai. Hii ni sheria ya usalama barabarani ya mwaka 73 ambayo sisi kama wasimamizi wa sheria ni lazima tusimamie na tunafanya hivyo kwa usalama wenu, si kwa sababu yetu sisi. Nyinyi ndio mliotupa kazi hiyo, sio kazi yetu sisi. Ziada ya hapo, ukiona unaambiwa faini ambayo huridhiki rohoni mwako, ofisi yangu iko pale, unakuja. Faini silipi, tutakwenda mimi na wewe kwa kamanda wa polisi wa mkoa, anisikilize, nitoe eye, aseme nitoe au hapana, nimeonewa. Tuko kwa ajili ya kusikiza wananchi, sio kugandamiza wananchi, na sisi tuna wadogo zetu mimi Mndio nimewambia, tukifika mwisho nitasema amejibu vizuri au vibaya au hajajibu vizuri. Waache samaki ajikange kwa mafuta yake mwenyewe. Jambo muhimu. Jambo muhimu kwenye utendaji wa kazi wetu wa polisi inawezekana miongoni mwetu si waadilifu, akiwa si mwadilifu, akiwa si mwadilifu, ndio maana nimesema ni lazima mtuone sisi viongozi wa askari hawa tunaopanga barabarani hey, ili kusudi sisi tuweze kutoa maamuzi kwamba kosa ulioukamata linastahili au halistahili. Hiyo ndiyo njia dawa peke yake kutuona sisi viongozi, na tumeweka kwa ajili yenu ninyi kwamba wakipita hapo tu kidogo wanakamatwa wanatozwa, na kiine, operesheni za polisi zinafanyika saa zote. Ndugu zangu, salama mlionao unatokana na namna tunavyohangaika na tukisaidiana, na nini, tunapita hapo kwa nia nzuri. Kama kuna wanaopita kwa nia nyingine nje ya kazi tunazowatuma mtupe taarifa. Kwa hiyo sisi tunasema tena, bado tu kwenye vituo vya polisi kama viongozi wao ukitozwa shilingi laki nne ambazo wewe ulidhiki, mwambie hizi laki nne twende nikakupe tukao na kamanda. Kamanda wa polisi mwambia kamanda, kamanda anazitaka hizo, tukampe naye. Ukiona kimwambia tunakwenda kwa kamanda, hata zichukua. Lakini nimefanya mikutano kekotoroli yote hii, nimekutana na wananchi na nimeacha namba na zangu za simu kila mahali, nimefanya vikao zaidi na zaidi, na wenye viti wako hapa ni mashahidi. Kama unaagizwa unafaambiwa utoe kitu chochote ambacho ulidhiki nacho niambie nipigie simu nimwambie unisubiri hapo hapo mimi nakufuata. Hapo sawa. Umeona mm wananchi wangu hakuna -hmm. Nje hapo kama kuna kenge ndani ya mamba tutawaondoa na tutawashitaki haraka iwezekanavyo. Mama amesema alienda mwanaye kakamato kafika kituoni lakini mfukoni mwake alikuwa na laki mbili na thelathini nayo wakabeba kapeleka na kadi ya gari nayo imebaki. Mtoto wake pesa zake takribani laki sita na elfu thelathini na kadi ya pikipiki wanayo, na mtoto mpaka leo hii. Mama hajasema eza, ametoka, hajatoka. Swali ni kosa lipi pikipiki mpaka walipe laki sita na elfu thelathini? Nijibu swali hili ingawa amesema ni to kwangu, lakini nijibu kwa majibu ya jumla kwamba pikipiki tunapokamata, pikipiki nyingi hapa mjini zinatumika kufanya uhalifu, na tunapokuwa zinatumika kufanya uhalifu ni lazima tuzikamata, tuchunguze na pia uhalali wake. Lakini uhalali huo haupelekei sisi kuchukua pesa, tunachukua kadi, tunapeleka TRA kuangalia nani umiliki wa pikipikio, na bahati mbaya wengi wananua pikipiki hapa ziko kwenye majina ya kampuni zouza pikipiki hizo, hazina transfer, hazina chochote. Kwa hiyo mwananchi huyo anayesema alitoza shilingi laki sita ingawa anasema sio kitueni kwangu, naomba kutoka hapa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa niambatane naye mimi kesho au vijana huu, nikupe majibu yanayostahili. Kwa hiyo vinginevyo, vinginevyo tutamchukulia tuta hatua askari yoyote atakaye amechukua fedha kinyume na taratibu, kwa sababu askari anapata mshahara wake. Hatukumtuma kwenda kuchukua fedha kwa wananchi. Yeyote atakayefanya vitendo ambavyo ni nje ya maagizo ya jeshi la polisi atachukua hatua za kinidhamu na atafukuzwa kazi.